wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumid din amma ba'du ayuha al-mushahidun al-kiram, ndugu wapenzi watazamaji, baada ya kumhimidia Allah tabaraka wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wa umma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ndugu waandishi wa habari, tumekuiteni hapa kwa ajili ya kukupeni taarifa na taarifa hii inatoka moja kwa moja Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA mkoa wa Mwanza chini ya Samahat Sheikh Hassan Musa Anzuruni wa Kabeke. Na taarifa hii ni muongozo wa uchinjaji wa udhuhiya na uchinjaji wa kawaida kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tano katika mkoa wetu wa Mwanza. Kwanza kabisa ofisi ya Sheikh wa mkoa wa Mwanza Bakwata inatoa taarifa rasmi kwa vyombo vya habari kuhusu muongozo wa uchinjaji wa wanyama kwa ajili ya ibada ya udhuhia katika kipindi cha Idi al-Adha, yaani inayosherehekewa ndani ya mwezi wa mfungo tatu, pamoja na uchinjaji wa kawaida wa kila siku. Taarifa hii inawalenga waumini wa, wa Kiislamu taasisi wadau wahisani na wachinjaji wote wanaohusika na biashara ya nyama halali katika mkoa wetu wa Mwanza. Kwanza kabisa, Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA mkoa wa Mwanza linatoa pongezi kwa waumini na wadau. Ofisi ya Sheikh wa mkoa inawapongeza waumini wa, wa Kiislamu, taasisi na wadau wote kwa mwitikio mzuri katika kushiriki ibada ya udhuhiya pamoja na kuendeleza biashara ya nyama halali. Hii ni hatua kubwa ya kukuza ibada, kuimarisha uchumi na kuhakikisha bidhaa za nyama zinatumiwa kwa njia ambayo inakubalika kisheria. Changamoto zilizoibuka. Hata hivyo, kumekuweko na changamoto mbalimbali mbali, zinazoathiri uhalali heshima ya ibada ya uchinjaji, ikiwa ni pamoja na kukosekana kwa taarifa rasmi kwa BAKWATA kabla ya kuchinja. Lakini pili, kuchinja nje ya muda wa ibada ya udhuhia, na ili hali ibada ya udhuhia ina muda wake, ni siku ile yaumu nahari pamoja na yale ayamu tashriqi, masiku ya kuanika nyama lakini tatu, mgao wa nyama ya sadaka usiofuata utaratibu, inakuwa ni kujigawia holela tu mpaka hata wale walengwa wanakuwa hawapati. Lakini nne, kukosekana kwa usimamizi mzuri na kutozingatia masharti matakwa ya kiafya na, ma, na usalama wa chakula na walaji. Lakini tano uuzaji holela wa nyama ya sadaka wakati wa sikukuu ya Idi ludhhiya au na siku za kawaida. Wakati wa siku ya Idi ladhhia zile nyama zinatakiwa zigawiwe kama sadaka, lakini hutokea baada baadhi ya watu wakauza. Sasa jambo hilo halikubaliki. Lakini pia kuto kufuata masharti ya kisheria na yale masharti ya kisharia kuna masharti ya kisheria na masharti ya kisharia. Masharti ya kisheria ni yale ambayo yamewekwa na serikali, lakini ma, ma, masharti ya kisharia ni yale masharti ambayo yamewekwa na dini yetu ya Kiislamu katika uchinjaji wa kila siku. Hizo ndizo changamoto ambazo zinapitiwa katika zoezi hili la uchinjaji wa nyama ya udhiya, lakini pia uchinjaji wa kawaida. Mwongozo wa uchinjaji Ofisi ya sheikh wa mkoa wa Mwanza inatoa muongozo ufuatao: taasisi na wahisani wote wanaofanya shughuli ya uchinjaji wa nyama kwa ajili ya sadaka wanatakiwa kutoa taarifa rasmi kwa maandishi BAKWATA. Huo ni mwongozo wa kwanza, lakini pili, wamiliki wa mabucha na wachinjaji wa biashara wanapaswa kupata vibali kutoka BAKWATA. Na tatu, maeneo ya kuchinjia yazingatie usafi, usalama na uwepo wa mtaalamu wa ukaguzi wa usalama wa nyama na mtaalamu wa kuangalia taarifa za Kiislamu. Lakini pia, hakuna uuzaji wa nyama ya sadaka, kwani kuuza nyama ya sadaka kuna kiuka misingi ya kisheria sheria za nchi, lakini pia sheria za dini zinazosimamia kadhia hii. Kwa hiyo lazima uwepo usimamizi kuhakikisha kwamba sadaka ya nyama inakwenda kwa walengo, hakuna linalo kiupo hapo. BAKWATA haitashiriki katika mgao wa nyama mwaka huu, lakini itasimamia ufuataji wa mwongozo yenyewe haitoshiriki, lakini itasimamia kuhakikisha mambo yanakuwa katika mustawa na hali iliyokuwa bora. Hatua za kujiweka pembeni: ofisi ya Sheikh wa mkoa haitohusika wala kutoa msaada kwa uchinjaji au biashara ya nyama itakayofanyika bila kibali, taarifa rasmi au kwa kukaidi maelekezo haya. Hapa itabidi nifafanue kidogo ikiwa hakutotolewa taarifa rasmi katika uongozi wa BAKWATA mkoa au kukajitokeza mambo yanayokiuka utaratibu kwa kukaidi tu, basi ofisi ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA mkoa Mwanza, ofisi ya shehe haitohusika. Wito kwa mamlaka za serikali: BAKWATA Mwanza inaomba ushirikiano kutoka kwa mamlaka za afya, mifugo na biashara katika kuhakikisha kuwa wachinjaji na wauzaji wa nyama na kuku wanafuata taratibu zote za kisheria na zile taratibu za kisharia sheria. Ni upande wa serikali, sharia ni upande wa dini. Kwa wale ambao wanahitaji mawasiliano kwa ajili ya utekelezaji huu, wanaweza kupiga namba zifuatazo 0754 2229 au unaweza ukatumia namba nyingine hii 0758 54 0560. Wabillahi tawfiq. Inatolewa na Sheikh wa mkoa Sheikh Hassan Musa Anzuruni Kabeke, na imesomwa kwenu na msemaji wa Sheikh wa mkoa Sheikh Abuu Jadawi. Na utakia, utekelezaji mwema na ufanisi mzuri katika jambo hili. Wallahu waliyu tawfiq, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hii ni Abu Jadawi Online TV. AJ Online TV. Ili kuwa mtu wa kwanza kupata taarifa zote za AJ Online TV, usiache kusubscribe na kugusa alama ya kikengele iliyopo chini ili